Punde muda huu tumepokea taarifa kumhusu Askofu Josefati Gwajima, moja kwa moja kutoka kwa wakili wake, mara baada ya Gwajima kutajwa kwenye listi ya watu wanaosakwa na jeshi la polisi nchini. Je, taarifa hiyo ni ipi na inahusu nini? Hakikisha unakuwa nami mpaka mwisho wa habari hii ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea baada ya Gwajima kutajwa kwenye hiyo listi ya wanaosakwa na jeshi la polisi nchini. Kwa sasa, taarifa zinaeleza kwamba wale wote waliokamatwa ambao ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Kwenye ile listi ya polisi akiwemo God bless Lema, Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa chama hicho na ex mayor wa Ubungo Mr. Boniface Jacob, wamekwisha kuachiliwa sambamba na John Heche, makamu mwenyekiti wa chama hicho. Hivyo kuanzia leo John Heche pamoja na viongozi wote wa Chadema wako huru kwa dhamana ingawa kwenye ile listi ya polisi hakuna wengine waliokamatwa tofauti na hao viongozi wa Chadema ambao rasmi wameachiwa huru, ila swali linabaki, je, vipi kuhusu askofu Gwajima? Unafahamu ya kwamba ni kwa kipindi cha muda mrefu Askofu Josephat Gwajima amekuwa na mivutano na vyombo vya dola, jambo ambalo limepelekea vyombo hivyo kumsaka sana. Je, taarifa hii ya Askofu Gwajima kutoka kwa wakili wake inasemaje? Tarehe 8 ya mwezi Novemba mwaka huu wa 2025, wakili wa askofu Josephat Gwajima alipoulizwa kuhusu askofu Gwajima baada ya kutajwa kwenye listi ya wanaosakwa na jeshi la polisi nchini, alijibu kwa kusema, nimeona hiyo karatasi lakini inamtaja mteja wangu askofu Josephat Gwajima, nitatoa taarifa rasmi saa 11 ya kisheria na nini kinafuata, lakini ni mwaka wa kuchoka sana, kuchoka mwili na kuchoka roho pia, lakini Mungu wa mbinguni atatutia nguvu. Hayo yalikuwa ni maneno ya wakili Pita Kibatala ambaye ni wakili wa Josephat Gwajima, askofu mkuu wa makanisa ufufuo na uzima, akizungumza na chombo kimoja kikubwa cha habari nchini siku ya Novemba 8 mwaka huu wa 2025 mara baada ya kupata taarifa kuwa mteja wake Josephat Gwajima ni miongoni mwa wanaotafutwa ili kukamatwa na jeshi la polisi nchini kwa madai ya kuhusika kwake kupanga na kutekeleza vurugu zilizotokea nchini Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Kama ambavyo umesikia ni kwamba wakili wa Askofu Gwajima alisema atatoa taarifa kuhusu Askofu Gwajima saa 11 ya kisheria. Je, hiyo saa 11 ya kisheria inasemaje? Na je, Askofu Gwajima yuko wapi? Tunakwenda kuangazia hiyo saa kumi na moja ya kisheria kumhusu Askofu Gwajima baada ya kutajwa na jeshi la polisi nchini, na kisha tutakwenda kupitia baadhi ya maoni ya wananchi wa Tanzania mara baada ya wakili wa Askofu Gwajima Mr. Peter Kibatala kutoa taarifa hiyo. Taarifa hiyo inasema na nukuu hapa Tunafahamu kuhusu baadhi ya machapisho yaliyoenea katika vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vikuu vya habari kuhusiana na askofu mkuu Josephati Mathias Gwajima. Kwa niaba ya askofu mkuu tajwa hapo juu, mamlaka yoyote inayohitaji kukutana naye kwa mujibu wa sheria inapaswa kuzingatia masharti ya kifungu cha kumi cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 toleo la mwaka 2023. Baada ya kutimiza masharti hayo, majibu yanayohitajika yatatolewa ipasavyo. Hayo ameyaandika wakili Peter Kibatala, ambaye ni wakili wa askofu Josephat Gwajima, kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ya Jumapili Novemba 9 mwaka huu wa 2025. Ikumbukwe Novemba 8 mwaka huu wa 2025, wakili Peter Kibatala alizungumza na Jambo TV eh, huku akisema atatoa taarifa kuhusu mteja wake ambaye ni askofu Josefati Gwajima mara baada ya askofu huyo kutajwa eh, kwenye listi ya wanaotafutwa ama wanaosakwa na jeshi la polisi kwa lengo la kukamatwa moja kwa moja. Tunakwenda kwenye maoni ya wananchi ambayo wameyatoa mara baada ya wakili wa askofu Gwajima Pita Kibatala kutoa taarifa hiyo ambayo nimetoka kukusomea kwa kuinukuu. Hapo kuna mmoja hapa yeye anasema siku zote huwa anasema, Pita Kibatala ni wakili makini sana, habahatishi, kisha akaweka na emoji za motomoto. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema hiyo vita ya wenyewe kwa wenyewe imeiva. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa, yeye anasema kazi nzuri sana kwa wakili Pita Kibatala, ameweka mambo wazi kwa misingi ya sheria bila hofu wala upendeleo. Huu ndio uadilifu na ujasiri tunaoutaka kuona kwenye taifa letu. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema Peter Kibatala alifaa awe mwanasheria mkuu anafanya kazi nzuri kwa ajili ya Watanzania. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema hata Msando alikuwa kama Kibatala so asijisahau sana. Lakini pia mbali na huyo kunaye mwingine hapa yeye anasema kwani sheria yenyewe inasemaje? Baada ya kukupa eh, baadhi ya maoni ya wananchi wa Tanzania, hebu nikurudishe katika swali linalosema je, Askofu Josephat Gwajima yuko wapi? Tulipata nafasi ya kuona Askofu Gwajima amewekwa kwenye listi ya wanaotafutwa ama wanaosakwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kukamatwa. Eh, siku ya Novemba 7 mwaka huu wa 2025. Lakini baada ya hapo tulipata kushuhudia baadhi ya waliokuwa kwenye ile listi ambao ni viongozi wa Chadema wakiwa wamekamatwa. Hata hivyo, siku ya leo Novemba kumi wameachiliwa rasmi na jeshi la polisi na wako huru kwa dhamana lakini lakini hakuna taarifa yoyote kutoka kwa mamlaka yoyote ya dola ambayo imezungumza ama imemzungumzia Askofu Josephat Gwajima mara baada ya askofu huyo kutajwa eh, ama kuwekwa kwenye listi ya wanaotafutwa ama wanaosakwa na jeshi la polisi nchini kwa ajili ya kukamatwa kwa tuhuma ambazo jeshi la polisi lilizungumza. Lakini pia vile vile hakuna taarifa yoyote kutoka kwa e, jeshi la polisi nchini inayosema ya kwamba e, askofu Josephat Gwajima amekwisha kutiwa mbaroni ama amekwisha kutiwa nguvuni, ukiachana na wale viongozi waliokamatwa ambao ni viongozi wa Chadema. E, hakuna taarifa yoyote inayozungumza kumhusu Askofu Gwajima. Hii inaweza kutuma picha ya kwamba huenda Askofu Josephat Gwajima bado hajakamatwa na jeshi hilo na e, inawezekana pia jeshi hilo bado lipo katika e, mapambano ama harakati za kumsaka ama kumtafuta Askofu Gwajima. Kwa hiyo tufunge mabano kwa kusema ya kwamba e, huenda Askofu Josephat Gwajima